Naam, kesi ya uhaini inaendelea hapa, ni sehemu ya kumi. Mheshimiwa Lissu anauliza swali kuhusu shule ya polisi Tanzania iliyopo Moshi. Koplo, haya yapo kwenye maelezo yangu. Mheshimiwa Lissu, hivi kwa nini ujibu kiaskari? Nataka ujibu kama askari. Koplo Michael anacheka kama anataka kulia hivi. Lissu anaendelea, tarehe nane mwezi wa nne mwaka 2025 ulimpeleka ofisi ya RCO na kuelekeza ufungue faili la uchunguzi, ulisema ujiwe na awekwe maabusu hadi mtakapopata maelekezo mengine, yapo kwenye maelezo. Anajibu Koplo Michael maneno maneno kuwa awekwe kwenye maabusu hadi yatakapotolewa maelekezo mengine. Siku yaandika Lissu, ulisema sharti la mtuhumiwa kuripoti kila Jumatatu, yapo hayo kwenye maelekezo yako? Koplo Michael anajibu, hakuna. Lissu, kuhusu kumtafuta pinane na kumwoji maelekezo kama ya shahidi yapo? Koplo Michael, kuna mambo hayapo hapo. Lissu hivi ulisema alikuwa analipoti Jumatatu? Oplomico: ndio. Lissu: tarehe 22 ilikuwa juma ngapi? Oplomico: ilikuwa Jumanne, lakini alikuja kuripoti Jumanne. kwa sababu Lissu, hiyo kwa sababu mpelekee harasio wako kule Kilimanjaro. mimi jibu jibu langu limetosha kuwa ilikuwa Jumanne. "Mheshimiwa Lissu maelezo ya kuunga mkono kauli ya chama uliandika?" Koplomaiko: "sikuandika." Lakini Lissu hapa, "nimekuambia lakini zako utawaeleza waandishi wa habari baadaye au mapolisi wenzako, sio hapa e." Watu wanacheka hapa mahakamani. Anaendelea Lissu: "wewe askari, mimi nimefundishwa kukamata waongo." Koplomaiko: "mimi pia ni mtaalamu mheshimiwa. Mheshimiwa Lissu, wewe sio mtaalamu wa chochote, ndio maana ni koplo wa polisi. Ungekuwa mtaalamu, usingekuwa koplo. Kicheko kidogo kwa mashabiki hapa kinaendelea, eh, hawa watakuwa ni mashabiki wa Chadema hawa. Hawafasi wa chama hicho, naendelea Lissu, hivi umeeleza sababu ya maelezo yako polisi na uliyoyasema mahakamani? Koplo Michael anajibu sijaeleza, sababu kwa sababu hakuna utofauti unasema ulimkamata pinani na kumpeleka kituoni, alafu RCO ara akakwambia ufungue shauri. Koplo Michael: hata sikuelewi yani. Lisu: kwa hiyo ulimkamata ukiwa tayari una faili la uchunguzi? Koplo Michael: sio kweli, nilifungua baada ya kuwa nimeshamkamata Lisu. kupanga kufanya vurugu Michael, sahi, Nam, ni kosa Koplo Michael, sahihi Naam. hii ni sehemu ya kumi ya kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema, kesi ya uhaini, ambapo sasa e, anaojiana na Kopro Michael hapa mahakamani.